Jamani, hayawi hayawi sasa mambo ni vizuri kabisa. Tuko na Issa Rito. Kwa lakini. Poa. Oh, wow. Ah, kimya sana ndugu yangu. Nakati ni aje lakini. Nazo hivyo hivyo. Hivi ni kitu gani ni moment gani ambao hutaisahau 2025 kwenye mambo yako ya kikazi na mambo yako ya kimahusiano kwa, kwa jumla? Mm, kikazi. Uh, kwenye kazi mimi nafurahi kwa sababu mwaka 2023 tumeweza kufanya movie yetu mpya Maisani e, tumeweza kuishuti elfu mbili na ishirini na tano. Kwa sasa hivi katika wakati wa kuwania tuzo, hata majuzi hapa tumeweza kuingia katika tuzo za Tanzania ambazo zipo chini ya Tafa. Kwa mwaka 2025 mimi kwangu ulikuwa mzuri kwa upande wa kazi Issa Rito, mimi mimi ningekupongeza kwa sababu kazi unaifanya inaonekana sana, lakini pia unatajwa kwamba ni miongoni mwa mastaa ambao hamtumii nguvu lakini kazi zenu zinaenda kwa ukubwa. Labda hilo unalizungumziaje? Am, namshukuru Mungu eh, kwa kile kitu ambacho ameweza kutupa kama kwa wananchi kinaonekana kwa picha hiyo, basi sisi tunaendelea kumshukuru Mungu, sababu tunazidi kuwa mfano kwa wengine kwamba kwenye chote kile ambacho nakipigania na kukiamini basi kitakuwa no, no, no, no. Isarito wewe kupambana, Isarito na na Asira woga ni mtu wa namna gani? a hata sijui. sijui sijui kama wewe unajijua kama wakati huo mimi ni nani? siwajua Asira na Asira okay. yeah. Na, labda unatumia mbinu gani kuzicontrol angalau uwe katika hali yako kawaida ya kila siku naondoka. Ni, ni kweli hiyo mada eh. anapigana na mmoja kwenye kupigana kwake yani anapigana kimya kimya au anapiga huko anaongea. Yaani anakupiga wewe ambaye umemtibua. Eh, anapigana sana. Kweli. Na mimi nilikuwa sijui ndo nilijua baada ya kuona action mbele yangu. Ilikuwaaje kwanza hiyo action yenyewe na ilikuwa ni mwaka gani? Mwaka jana kuna mtu alituchokoza <laughs> <laughs> Sasa asije akakupiga kabisa bwana. <laughs> <laughs> Mwaka jana yeah. Samu, wewe kuna mtu alimchokoza wewe yeah. We. alikula vitasa nini? yeah. Bana ni ache alikula vitasa Sinza bro, Wanya maeneo maud... wa ya uh... Sinza Mori ma... mm. Alipasuliwa, sio mkuwashia moto? Alipasuliwa midamu hivi uh... eh. Okay, by the way, nilimwakuta wote wawili na friji <laughs> <laughs> <laughs> langu <aligandishi. laughs> <laughs> okay. okay. Issa Rito, kuna kitu ambacho nilikuwa nataka ukiweke sawa. Kwa Tanzania mwaka jana, kuna kuna jambo ambalo lilikuwa lina trendi sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia halikuwa jambo zuri sana au baya sana lakini kwa namna moja namna nyingine ilikuwa kama inawakata ina fulani hivi, labda nataka tu mniambie the way ambavyo mlivyo jambo lile lilivyokuja lakini pia mlivyo litatua, yani ilishaishia vipi? Kama kitu siyo chako, sio chako. Kama ni chako ni chako e. Sasa kitu kama sio chako, kwa nini uji upambanie sana kuaminisha watu kwamba hichi ni changu? Wee natumia ujinga, lakini kama kitu sio chako wezi kutumia nguvu. Kwa hiyo, mbali na yote bado sisi ni wasanii, chochote ambacho tunakifanya kwa sababu tuko mbele ya kamera, watu wanatuangalia, kama ndio hivyo tunaitwa vio vya jamii. Chochote ambacho kinatokea, zipo mbinu ambazo ukiwa kama msanii unaweza kuzifanya ili uweze kuepukana na ukaa mbali, kwa sababu vingine vinaweza kukupa stress. Tunajua ile mkandamizi wa maneno, vitu vingine abo. Lakini ukijua kama sio chako, sio wewe, just move on. Kweli upo madam. Eh, kitu kama sio chako hakiwezi kukusumbua. Lakini ulionekana kama mkatili fulani hivi. Ukatili wa nini? Yaani ilikuwa inaonekana kama kuna uonevu fulani hivi, yaani kama unamkandamiza jamaa. Jamaa gani? Jamaa Hapana. Ingapigwa sasa. <laughs> Hakukandamizwa na mtu yote. Okay. Ni kila mtu alikuwa na uwezo wa kusema la kwake lolote. Kwa hiyo walikuwa wanasema, walikuwa wanaona kwamba ni yeye, walisema ni yeye, walikuwa wanaona ni mimi, walisema ni mimi. Mm -hmm. Lakini hakuwa kiki kiki tena? Yaani sisi tutafuta kiki kwa ajili ya connection. Like for real. Okay. Kuna watu ambao walikuwa wanawashtumu vibaya sana kwenye mitandao wote wawili. Una nini cha kuambia kuhusu hilo swala sio sisi. Yani kwa nini naanza kukaa kujielezea tena? Sio mimi, sio sisi, hatuna cha kueleza. Wanaotujua wanajua kwamba haikuwa sisi hivi yeah. Uh, Isarito kwa, kwa, kwa ishu kama hizi, labda una nini cha kuambia vijana, kwa sababu wako ambao wanakutazama wewe kama msanii, lakini wako ambao wanakutazama kwamba kwa jicho lingine kwamba labda ni una, una, una upeo kwenye kutatua mambo fulani fulani ambayo hayako sawa Labda rai yako ni nini kwa watu ambao wanakutazama? Chochote inaweza kutokea wakati wowote. Kwa akili yako ukiwa kama msanii inabidi uweze kuandaa kuweza kuishi katika pressure. Kwa sababu hata katika uigizaji hakuna mwigizaji mzuri mbele ya kamera ambaye anaweza akaigiza under pressure. Unaelewa? E, sometimes kwenye gigs zetu kuna kuwa na vitu vingi. Unaweza e, kuwa na shoot katika mazingira ambayo sio rafiki, labda umeamka pia sio vizuri. Eh, director mwenyewe amekuja naye yuko vizuri. Unakuta sometimes set siku hiyo kila kitu hakipo vizuri. Mtu ambaye pekee anaweza kaibeba hiyo set na kuifanya kazi iende ni yule ambaye anasimama mbele ya kamera, yani upo pressure kubwa, lakini unaweza kaigiza ukadeliver kitu kizuri. Kwa hiyo hata kwenye maisha ya kawaida, mwigizaji utegemee kwamba chochote kwako kinaweza kutokea wakati wowote. Unatakiwa uweze kufanyaje? Kusimama katika kweli, kama sio wewe sio wewe, kama ni wewe ni wewe, muhimu Ready. Okay, Sarito kapo yenu inatajwa ina kwamba ni miongoni mwa kapo bora sana e. Labda nini ambacho kinalinda kapo yenu mpaka leo tunaiona iko vile vile haijapungua chochote zaidi ya kuongezeka tu ufanisi, lakini pia upendo kuwa mwingi zaidi. Talent bro. Hey, naokfanya wenye kazi ni kuingiza kama wapenzi bro, kama kwenye jamii na reflect kitu kama hicho na kinaishi kwenye mindset yao kujua kwamba kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yetu ni kikubwa kwa sababu mwigizaji ni mtu ambaye anaishi kwenye ukweli ambao ukweli ni uongo. Sasa kama unaweza kugeuza ukweli kwa uongo mpaka mtu akaamini we ni talenti, kwa hiyo inamaanisha kwamba kwa Mungu ametubless, tuna talenti na ndio maana hii kazi yetu ameisaini mengi kwa nini kwenye tuzo, na leo sisi tupo hapa pia kwa ajili ya kuomba kula. Eh, kuomba kula eh. <laughs> Aha. Hey, okay uombe mashabiki wako kura, mashabiki wote waombe kura kwa kauli yako eh? Waombe kura kwa kauli yako, unasema mnatafuta kura, toa kauli kuomba kura. Mashabiki zangu niko hapa mbele yenu, na naomba kura zenu nyingi sana za ndio, ili niweze kushinda tuzo ya best actress and best actress audience choice. Naomba nimwombe na kaka, namwambia eh, namuombea ndugu yangu kura best actor and best actor audience choice za ndio nyingi za kutosha, tunawategemea nyinyi mashabiki zetu ili tuweze kutoa tuzo hizo. Na jinsi ya kutupigia kura, unaingia kwenye peji zetu pale juu kwenye bio, utaona link ambayo itakupeleka moja kwa moja kuweza kupiga kura yes, au fuatilia peji za Tafa ambazo zimeweza kuandaa hili shinano na kuweza kusimamia, au peji za Tanzania bodi ya filamu E, na peji e, peji hizo mbili kuweza kufuatilia pia na peji zetu, ndio kujua jinsi ya kuweza kutupigia kura. My son to the world yes, my son to the world. Usiona na kapo, basi malizia basi, kusana na kapo eh. Issa Rito tumeelezea hii kapo ilivyo nao, tukusikie basi, kapo unaizungumziaje? Kapo gani? Mashabiki wanatupenda kwa sababu Femi na Luka ni mapenzi aso, mapenzi yao yako pambe